Bwana ni mubashara kabisa kutoka pale Ismailia nchini Misri, ambapo Simba wameweka kambi kuelekea mchezo wao wa siku ya kesho dhidi ya Al Masry. Mchezo mwingine mkubwa, mchezo mwingine wa historia. Simba akienda katika mchezo huo na kauli mbiu ya kwamba hii tunavuka, baada ya robo fainali takriban sita za klabu bingwa barani Afrika, robo finali moja ya kombe la shirikisho barani Afrika, na hii ni robo fainali nyingine ya kombe la shirikisho barani Afrika. Simba Sports anakuambia robo fainali nyingine zote ameshindwa kuvuka kwenda katika hatua ya nusu fainali, lakini safari hii hii anakuambia Simba Sports anavuka kwa namna yoyote ile iwe kwa damu iwe kwa jasho iwe kwa nyama Simba Sports anasema anakwenda kuvuka na kuelekea sasa katika mchezo huo. Simba Sports wapo sawa, wapo tayari. Kwa kikosi cha Simba kikiongozwa na captain Mohamed Hussein Shabarara, unaambiwa hali ya kikosi iko salama, iko sawa, huku mchezaji aliyekuwa na mashaka kuto kucheza katika mchezo wao ya dhidi ya Al Masry, Musa Pinpin Kamara unaambiwa yuko fiti na tayari kwa ajili Ha ya mchezo huo wa uh, robo fainali ya mkondo wa kwanza, na Simba wao wanasema, e, safari hii e, hawana shida sana e, ya kupata matokeo ugenini kule. Ugenini wao wanataka wakapate suruhu tu, hata wakifungwa sifungwe goli zaidi ya moja, ili kwa Mkapa kije kinuke kije kieleweke kwa namna moja au nyingine, kama ambavyo tumezoea kwa Mkapa hatoki mtu. Lakini pia kuelekea sasa mchezo huo, Ahmed Ally ameonekana kuwa na confidence kubwa sana kwa wapenzi na mashabiki wa Simba, akiwaambia Simba, safari hii hii tunavuka, hata msijari, hata msiogope, msiwe na wasiwasi ya aina yoyote. Huku wapenzi na mashabiki wa Simba nao safari hii wakisema Ah, hii hii tunakwenda kuvuka kwa namna ambavyo wanaona kikosi chao. Kibu Denis Prosper akiwa tayari na goli zake, a, tatu katika kikosi, Jean Charles Ahoua akiwa na goli zake mbili, lakini pia Lionel Ateba naye akiwa na goli mbili, Mohamed Hussein akiwa na goli moja, hivyo basi e, kuwa na uwiano mzuri sana a, wa mabao ndani ya kikosi cha Simba, huku katika hatua ya makundi Simba Sports yameshafunga magoli yake takribani nane.